Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Yesu alikuja duniani kwa ajili ya ukombozi wetu, na akasema aleteni shida zenu mizigo yenu matatizo yenu kwangu, nami nitawapumzisha. Wana wa Mungu, kwa nini Wakristu wengi a mizigo haipumzishwi? Kwa nini Wakristu wengi wana matatizo mengi kanisani? Tarehe 31 a Disemba, kila mtumishi wa Mungu ameandaa mkesha wa kuvuka mwaka na kupokea mwaka mpya. Wengine wanasema tunalo neno la kinabii, wengine tunayo mafuta, wengine tunayo chumvi. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini haufanikiwi na kwa nini maombi yamekuwa ni yale yale ya kuvuka mwaka? Mkesha wai mtumishi wa Mungu Hatuna huluma na hawa wanafunzi wa Yesu. Biblia imetuambia enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Watakaoamini, maana yake watakaokubali kumpokea Yesu na mafundisho yake na kumjua wafanye kuwa wanafunzi wake. Watumishi wengi wamewafanya watu kuwa watu wao, watu wa makanisa, na makanisa mengi mmeageuza kuwa biashara, na sio sehemu ya watu kupata majibu kiroho.